Mumina Bonaya atoa hundi na vifaa vya kazi kwa vikundi kupitia hazina ya NGAAF. Mwakilishi wa kike wa kaunti ya Isiolo, Bi Mumina Bonaya, ametoa hundi zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 12 pamoja na vifaa mbalimbali vya kazi kwa makundi tofauti kupitia hazina ya kitaifa ya uwezeshaji wanawake NGAAF. Miongoni mwa vifaa vilivyotolewa ni hema, mashine za kuoshea magari, matenki ya maji, vyombo vya kupikia chipsi na vifaa vingine vitakavyonufaisha vikundi vya akina mama, vijana na watu wanaoishi na ulemavu. Aidha, serikali ya kaunti ya Isiolo imetenga shilingi milioni 6 kwa ajili ya kusaidia makundi hayo, hatua inayolenga kuinua uchumi wa jamii za eneo hili kupitia shughuli za kujitegemea. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika katika uga wa polisi mjini Isiolo, Bi Mumina aliwakemea wale wanaopotosha umma kuhusiana na ushirikiano wake na serikali ya kaunti akisisitiza ya kuwa ushirikiano huo unalenga kuwaletea maendeleo wakazi wa, wa Isiolo. Leo tumeletwa hapa na maendeleo ya hawa watu. Hatuja kuja kupiga mdomo, hatuja kuja kutoa presa, hatuja kuja kuleta makelele kwa hii taoni. endeeo mazi maendeleo, nafuraha kina mama na vijana wanafuraha. Hiyo pesa si an peke yake vizuri. Hiyo pesa si an peke yake, hiyo pesa imewezeshwa na kushirikiana na serikali ya kaunti. hapo nikakuwa chair lady ama chairman ya board ya, ya, ya, ya women enterprise fund. Nilitoka hapo nikaenda kuwa waziri wa elimu. Governor wa hii county ni mtu anaheshimu yake, ndio leo imeleta ako na mtoto ako na bibi ambaye ana Bi <coughs> Mumina pia alitambua uongozi wa Gavana Abdi Ibrahim Hassan, akimtaja kama kiongozi mwenye dira ya maendeleo, huku akiwashutumu wapinzani wanaojaribu kupotosha umma bila kutoa ajenda za maendeleo kwa kaunti hii. Mwanzo, manifesto yenu uko na Ukisema kaunti imekufa imekufa, upande gani? Upande ya maji, wanapiga kelele, wanafikiria hiyo ndio itawapatia kura. Mkona kura kama hiyo? Wala wanataja jamii, wakisema jamii na hama president, wakifikiria hiyo ndio itawapatia kura. Mkona kura kama hiyo? Wanafanya chochote ambaye haisaidii raia, wakifikiria hiyo ndio itawapatia kura. Leo, kesho, kesho mimi apa, yamuni, happy. Hafla hiyo ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo Katibu wa Kaunti Dadhe Boru, aliyekuwa Gavana wa kwanza wa Isiolo Godana Doyo na aliyekuwa Mbunge wa Isiolo kusini Abdi Koropu. Nikiripotia runinga ya Waso, langu jina ni Hussein Morangiriguyo. Runinga ya Waso ya kujuza na kukuburudisha.